Kuibuka kwa ufalme wa Roma na maandalizi ya kuja kwa Kristo. Baada ya falme nne zilizotokana na Alexander Mkuu kuporomoka, dunia ilibaki ikitafuta kiongozi mpya. Taifa moja dogo lililokuwa limeanza kama kijiji cha mashujaa kwenye vilima vya Italia lilianza kuinuka taratibu. Lilikuwa ni Rome. Taifa lililojengwa juu ya nidhamu, sheria na tamaa isiyozuilika ya utawala. Katika miaka michache tu, walikuwa wameunda serikali yenye nguvu, jeshi lisiloshindwa na mfumo wa utawala uliovutia mataifa yote. Roma haikushinda kwa upanga tu, ilishinda kwa hila, sera na uongozi wa kisiasa uliokuwa na akili ya kimaajabu. Wakati mataifa mengine yalipigana kwa tamaa ya madalaka, Warumi walitumia migogoro hiyo kama ngazi ya kupanda juu. Kila falme iliyokuwa dhaifu Iwe ya Seleukusi, Ptolemayo au Makedonia iligeuka hatua ya mafanikio kwa Roma. Karne nyingi kabla ya Roma kuzaliwa, nabii Danieli alikuwa ameona maono ya ajabu. Ulikuwa na kichwa cha dhahabu, kifua cha fedha, tumbo la shaba na miguu ya chuma. Danieli mbili, mstari wa 32, hadi 33. Chuma kilimaanisha ufalme wa nne wenye nguvu kupita wote waliomtangulia. Roma ikawa utimilifu wa maono hayo, ilitawala kwa chuma, ikaweka amani kwa nguvu, na iliwanyamazisha mataifa kwa woga. Ufalme huu haukujengwa juu ya imani, bali juu ya nguvu na hofu. Waliamini kwamba dunia nzima ilikuwa lazima ifuate sheria zao, lugha yao na tamaduni zao. Waliita hali hii Pax Romana amani ya Kirumi, lakini ilikuwa amani iliyolindwa na upanga. Roma ilianza na vita vya jirani zake Waetruski, Wagiriki na Wagalatia, lakini haikuishia hapo. Kwa mikakati ya kijeshi ya kipekee, walianza kuvamia maeneo ya mbali, kutoka Ulaya, Asia hadi Afrika Kaskazini, kila eneo waliloshinda walijenga barabara makanisa ya miungu yao na magereza kwa wapinzani. Kila nchi ilianza kufanana na Roma kwa mavazi, desturi na sheria. Mataifa yaliyokuwa na fahari sasa yalivaa vazi la utumwa wa kisiasa. Lakini Roma haikujua kwamba nyuma ya mafanikio yao mkono wa Mungu ulikuwa unawaandaa kwa tukio kubwa zaidi, ujio wa mkombozi wa ulimwengu. Kaisari alitawala kwa heshima ya kiungu; walijiona kama miungu duniani. Kila mji uliokuwa chini ya Roma ulilazimika kutoa heshima kwa sanamu za Kaisari kama ishara ya utiifu. Wale waliokataa walionekana kama waasi na wengi waliuawa. Lakini katika kipindi hicho cha giza, Mungu alikuwa anatayarisha nuru. Roma ilifikia kilele cha utukufu wake, lakini ndani yake kulikuwa na uchovu wa kiroho. Watu walikuwa wanatafuta tumaini jipya, kitu cha zaidi ya sheria na nguvu. Kwenye milima ya Yudea, mbali na fahari ya miji mikubwa ya Roma, Mungu alianza kuandika ukurasa mpya wa historia. Katika kipindi cha utawala wa Kaisar Augustus, dunia nzima ilikuwa imeunganishwa kwa lugha moja ya Kigiriki, sheria moja ya Kirumi na barabara moja kuu Roman Roads. kwa macho wa mwanadamu ilikuwa hatua ya kisiasa, kwa macho ya Mungu ilikuwa maandalizi ya njia ya injili kuenea duniani. Katika mji mdogo itwao Nazareti, mwanamke kijana itwaye Mariamu alipewa ujumbe wa kipekee kutoka kwa malaika Gabrieli: utachukua mimba, utamzaa mtoto wa mwanaume, nawe utamuita jina lake Yesu. Luka moja, mstari wa thelathini na moja. Wakati huo dunia ilikuwa tayari Historia ilikuwa imepangwa na njia ya wokovu ilikuwa imefunguliwa. Yesu Kristo alizaliwa katikati ya utawala wa Kirumi, katika nchi iliyokuwa chini ya ukandamizo. Roma ilikuwa na nguvu lakini haikuwa na haki. Wayahudi walikuwa na dini lakini walikosa upendo wa kweli. Yesu akaingia katikati yao, mfalme asiye na jeshi lakini mwenye mamlaka juu ya ulimwengu wote. Ufalme wake haukuhusiana na ardhi wala mipaka, bali na mioyo ya watu. Wakati Kaisari alijenga himea kwa upanga, Yesu alijenga ufalme kwa maneno ya uzima, na maneno yake akaanza kutikisa misingi ya Roma. Kwa mara ya kwanza, nguvu ya kiroho ikasimama mbele ya nguvu ya kisiasa. Miaka michache baadaye, ujume wa Yesu ukaanza kuenea kutoka mitume wake, Petro Paulo na wengine walitembea katika miji ya Roma wakihubiri upendo na wokovu. Barua zao zikawa misingi ya imani ya Kikristo, zikisambaa kupitia barabara zile zile za Kirumi zilizojengwa kwa ajili ya vita, sasa zikawa njia za Injili. Roma ikajaribu kuuzima moto huu wa kiroho kwa upanga na mateso, lakini moto wa imani haukuzima. Kila damu ya shahidi iliyomwagika ilizaa waumini wapya. Ufalme wa chuma ukaanza kupasuka taratibu kwa nguvu ya neno la Mungu. Miaka ikapita na utukufu wa Roma ukaanza kufifia. Ulevi na hasa na upotovu wa maadili vikawa kama saratani ndani ya taifa lililokuwa na nguvu. Miji ikaharibika, majeshi yakavunjika na viongozi wakaanza kupigana kwa madaraka. Roma iliyokuwa imara kama chuma sasa ikaanza kuoa kama udongo. Ufalme wa mwanadamu ukadhihirika kuwa ni wa muda, lakini ufalme wa Mungu ukaendelea kusimama kama alivyoona Danieli. Chuma kilichochanganywa na udongo kilipasuka, ufalme wa Roma ukaangaa na mataifa mengi yakazaliwa kutoka kwake, lakini maono ya mwisho yalikuwa haya: jiwe lilokatwa bila mikono ya mwanadamu lilipiga sanamu hile na kuisaga. Danieli mbili, mstari wa 34. Jiwe lalo ni Kristo, mwana wa Mungu aliyekuja kuvunja falme zote za mwanadamu na kuanzisha ufalme wa milele. Ufalme huu haujengwi kwa nguvu bali kwa upendo, hauongozi kwa hofu bali kwa neema. Kutoka Babeli hadi Roma, kutoka Alexander hadi Kaisari, historia yote ilikuwa maandalizi ya ujio wa Kristo. Falme zilipanda na kuangaa, lakini mpango wa Mungu uliendelea kutimia. Ufalme wa Roma ukaangaa, lakini injili ilibaki ikiendelea kuenea kutoka kizazi hadi kizazi. Leo tunaposoma simulizi hizi tunakumbushwa kwamba Mungu hubadilisha nyakati na majira, huondoa wafalme na kuweka wafalme. Danieli mbili mstari wa ishirini na moja. Ufalme wa chuma ulipita, lakini ufalme wa Roho bado upo ndani yangu, ndani yako, na ndani ya kila anayeimani hiyo ndiyo ushuhuda wa historia ya uokovu, jinsi Mungu alivyotumia falme za mwanadamu kuandaa njia ya ufalme wake wa milele. Kama umeguswa na simulizi hii, usiacha kusubscribe kwenye chaneli yetu, Simulizi za Biblia, toa like na share video hii kwa wengine, ili neno la Mungu liendelee kusikika kwa vizazi vyote. Simulizi za Biblia, sauti ya maono ya Mungu inayoishi milele.